Mheshimiwa Mwenyekiti, mezani kwako kuna milioni kumi na saba. Mimi na ndugu zangu wana Morogoro Kusini Mashariki, sisi wanyonge tunachanga tumalize. Ndugu zangu wana Morogoro Kusini Mashariki, jana mwenyekiti, ulisema lazima nikamilishe ahadi ya kujenga ofisi za kata. Ndugu zangu kwenye kila kata ya Morogoro kusini Mashariki, nitatoa shilingi milioni mbili. Kwa hiyo kwa kata 14 ni shilingi milioni 28. Ma Masesa, leta hapa, tunaanza na kata ya Tomondo. Let, kata ya Tomondo, milioni mbili hizi hapa, sindio? Au Tomondo. Tunafuata kata ya Kioka kabisa, kwa katibu kata hapa. Tunafuata kata ya Mkuyuni. Tunafuata kata ya Kinole. Sisiemu hoye! Haya, Tununguo. Tunafuata kata ya Ngerengere, tunafuata kata ya Mikese, tunafuata kata ya Mkambarani, tunafuata kata ya Tegetero, tunafuata kata ya Gwata, tunafuata kata ya Mkulazi, tunafuata kata ya Matuli. CCM oyee! Ndugu zangu, hizi siyo rushwa. Hii ni haki yangu kutoa, na hili ni deni langu kwenu. Namekuja kutimiza madeni niliyo ahidi. Na dhani kidogo kidogo, roho yako itatulia. Waende wakajenge ofisi za kata. Mimi nawaomba, na ndugu zangu, kwa hiki kidogo nilichotoa, nendeni mkaanze ofisi. Mwenyekiti mwanzo nilitoa milioni kumi na ngapi? 17. Na hii milioni ishirini na nane jumla shingapi? 45. Mimi sio tajiri wala ni. Mimi nakipenda chama na napenda kazi yangu.